Wa Mchesia, Derek, uh, head coach Upendo FC. Nashukuru Mungu kwa kutupa ushindi huu wa leo. Kuwa washindi wa Western Region ya Cheza uh, Dimba na uh, Sportpesa. Uh, vijana wangu nataka niwapongeze, wapongeze, wamecheza mchezo mzuri, wameonyesha mchezo ambao unafaa na maturity imeonekana na discipline na hard work. Sportpesa hiini marango ya pili kushiriki na tunataka tuwashukuru sana, manake mmekuja kuinua talent katika mji huu wa Western, na tunapenda kuwasihi kwamba muendelee na ule ule moyo, ili kwamba tuguze talanta na tuweze kuweka vijana katika ngazi ambayo inafaa tunaanza tuko chini, tumekuwa eneo la Western shughuli ya, uh, ya Cheza Dimba ambayo imeweza na tujamii ya SportPesa tujamii ya uh, tujamii ni ile program ambayo inaweza imekuja kuempower wale wa, watu ambao wako na talanta uh, ikuwe ni kwa creative economy ama ikuwe ni kwa, kwa sekta ya michezo uh, leo hii tumeona timu sita, uh, ya wanaume timu ya wawili timu mbili ya wanawake ya wakiwania ya taji ya Cheza Dimba ile wina Western region. Kutoka hapa tunaenda ineo la bunge la ufa ambayo pia tutakuwa na shughuli hii hii moja o. So, washindi wa siku ya leo kwanza wanajishindia sponsorship ya 250000 annually ambayo inaenda for the next three years. However, sio hiyo peke yake, tunaweza kuwakiti both na home and away uh, kits na pia apart from that, kwa tunawapea pia mipira uh, kuwezesha katika uh, training zao na pia kuwezesha katika kuona matches zao. I think tujiamini. uh, apart from your sponsorship yake uh, apart from your sponsorship tunaweza pia ku empower hizi teams, na wa link up na programs, wa link up na various coaches ambao pia wanaweza wa coach, wanaweza onyesha different programs ya uh, kujiendeleza pia.